Hello. Hii ni Mshani Wellness. Karibu tena. Kwenye video hii tujadili kuhusu matumizi sahihi ya kitunguu saumu. Watu wengi sana wanapenda kutumia kitunguu saumu uh, kwa sababu wengi ni kwa ajili ya kunufaika na faida ambazo kitunguu saumu inaweza ikakupatia, hasa kwa watu wenye matatizo ya mzunguko wa damu, matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume na matatizo mengineyo hasa uh, infection ama maambukizi ya vimelea. kama tunavyofahamu Kitunguu saumu ni miongoni mwa antibiotic ya asili zenye ufanisi wa hali ya juu sana, lakini ili unufaike na hizi faida, unapaswa kutumia kitunguu saumu katika namna ambayo inapendekezwa kitaalamu. Sasa ni kwa namna gani? Kitu cha kwanza cha kufahamu ni kwamba kitunguu saumu kina kemikali mbili. Kina kemikali inaitwa alin na, na ingine inaitwa alines ambayo ni enzymes. Hizi kemikali zikichanganyikana zinatengeneza kemikali moja kubwa ambayo inaitwa alisin. Hii alisin ndiyo ambayo inahusika na faida zote ambazo huwa unazisikia zinazohusu kitunguu saumu. Sasa namna gani unaipata hii alisin? Maana yake ni kwa, kuch kwa kuchanganya alin na alines. Njia bora ya kuchanganya alin na alines ili kutoa alisin ni kukiponda kitunguu saumu na kukiacha kwa dakika kumi hadi ishirini. Kwa hivyo unachukua kitunguu saumu chako peche kadhaa, labda tatu au nne, unaponda vizuri, alafu unakiacha kwanza kwa dakika kumi au ishirini, au lengo ni kuruhusu alisini tengenezo. Hii alisini ndio kila kitu kuhusu kitunguu saumu, hii ndio inakusaidia na faida zote ambazo unazifahamu za kitunguu saumu. Lakini pia kitu kingine ambacho watu wengi wanakosea ni kukaanga kitunguu saumu, sababu kitunguu saumu hii kemikali ya alisin inaharibika inapokutana na joto ridi la 60 degrees Celsius uh, za joto, kwa maana ya kwamba ni nyuzi joto 60 za Celsius zinatosha kuharibu hii alisin na kufanya sasa uh, kitunguu saumu kisiwe na faida yoyote mwilini. Kumbuka hizi alisin ni kemikali kwa hivyo kwa watu wanaotumia kitunguu saumu kwenye mapishi, unapo kikaanga kitunguu saumu ujue kabisa unakuwa unatumia ni makapi ya kitunguu saumu ambayo hayana faida yoyote. Njia bora ya kutumia kitunguu saumu ni kukiponda vizuri, unakiacha then baada ya dakika kumi au ishirini unaweza ukakitumia kwa kumeza, ukaweka kwenye juisi, ama ukaweka kwenye maji ya vuguvugu vugu. Lakini pia kama unapenda kutumia kwenye vyakula, basi jitahidi kaanga chakula chako, pika, alafu zile hatua za mwisho kabisa za chakula chako ndio unaweka kitunguu saumu. Na kwamba unaweka kitunguu saumu pale ambapo umekaribia kutoa jikoni chakula chako, hapo ndio unaweza ukapata kitunguu saumu pamoja na kemikali ya alisin, katika kiwango ambacho kinaweza kikakusaidia sana. Nikifanya recap ya kitu ambacho nimekizungumza kuhusu kitunguu saumu, haya ndiyo mambo ya kuzingatia. Kwanza, hakikisha unakiponda kitunguu saumu chako na unakiacha kwa dakika kumi hadi ishirini. Kitu cha pili, usile uh, kitunguu saumu kama haujakitafuna au kukiponda. Yaani unachukua ile peche kama ilivyo unaipeleka mdomoni, haina msaada wowote lakini kitu cha tatu utakiwi kukaanga kitunguu saumu katika mafuta yaliyochemka sana, kwa sababu unaharibu uh, ule ubora wa zile kemikali ambazo zinatakiwa uzipate. Kwa hivyo nini cha kufanya, ni kwamba hakikisha unakiponda kitunguu saumu, unakiacha kwa hizo dakika kumi hadi ishirini, lakini pia tumia uh, kiponde kitunguu saumu alafu ukiache kwa huo muda. Kama ni matatizo ya ngozi e, labda ni kidonda achukua ile paste ambayo umetengeneza unaweka kwenye ngozi ama sehemu husika, then unafunga vizuri, au hiyo uh, tunaita uh, dressing. Lakini pia kama ni kwenye chai, basi jitahidi tengeneza chai yako ikoroge pembeni, ikipoa poa kidogo, then ndio unatia kitunguu saumu chako ambacho tayari umekiponda. Na kama ni unapenda kutumia kwenye chakula, akisha unapika kabisa chakula chako kinaiva, unapokitoa jikoni pale ndio unaweka hiyo kitunguu saumu chako kama utazingatia hayo matumizi sahihi ya kitunguu saumu basi utanufaika na kitunguu saumu katika namna zifuatazo kwanza inasaidia kupunguza blood pressure hasa kwa watu wenye matatizo ya shinikizo kubwa la damu watu wenye matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume na matatizo ya figo lakini pia inasaidia kuimarisha kinga ya mwili inapambana na maradhi mbalimbali ni antibiotiki ya asili inaondoa sumu mwilini ni detox na kwa ujumla wake inaimarisha afya ya moyo. Hayo ndiyo matumizi sahihi ya kitunguu saumu, kiponda unakiacha, then unakitumia. Hutaki kukiweka kwenye moto wala kukikaanga kwenye mafuta. Ukifanya hivyo, basi utanufaika na kitunguu saumu katika ubora na katika namna ambayo ni ya hali ya juu sana. Hope utakuwa umeenjoy somo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.